Ni hivi sasa nani Paulo, baba, kwanza tumeshukuru kama ulivyo shukuru na wewe umemshukuru kiongozi wako sawa sawa. Matamshi ulio ya maombi yako ulioomba, sawa gete ametekeleza na bado anaendelea kutekeleza sawa sawa. Kwa hiyo he. Kwanza na wewe tunashukuru sana kwa kufikiria hilo sawa sawa. Na wewe unatupongeza, kwanza umepongeza chama chetu. Mimi ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Mwanase, nimeambatana na mheshimiwa sawa, sawa. katibu wangu sawa. na viongozi wangu wa matawi wawili makatibu wenezi sawa, sawa. Kwa hiyo tuko pamoja na wewe uliyoyasema, na mwenyewe tumeyapokea tukayafanyie kazi e. Karibuni sana kwa mawazo utakapokwama So, so. Hey. Hey, so so, hey. Hey, mimi mama kwa jina naitwa <laughs> <et>. Selemani Lubinza, katibu wa CCM kata ya Mwanase. Tuko hapa tumefika hapa kwenye familia ye, yenu hapa kwa mzee Paulo Majewele, na tumeambatana na mheshimiwa diwani wa kata hii ya Mwanase, na hiyo imesababisha baada ya kupokea ombi la mzee Paulo Majewele kwamba aje mtembelee amwone kulingana na tatizo anasumbuliwa na macho baoni. Sasa umeona, kweli tuje mheshimiwa diwani amepokea hiyo ombi, <coughs> ndo akawaletea hizi zawadi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumpongeza kwanza diwani wetu kwa pamoja, mana na mimi kama mwanafamilia familia hii. Kwa hiyo, mama, tunashukuru sana pia tunamshukuru na mheshimiwa diwani. E, uendelee tu kuwa na, na haya mawazo. Mukikwama sehemu, mkumbuke kiongozi wetu ana moyo wa kujitoa. E, msisite wawea. E, asante sana. E, nawaweja. E, waa